Lakini tunachokitaka sisi kile tunachokisoma katika swala, na hapa tumeona ni sunna kuitumia hii katika rakaa mbili za alfajiri, zile rakaa mbili, rakaatani kabla alfajiri, khairum min ad-dunya wa ma fiha. Maneno haya yanayosema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, rakaa mbili kabla ya swala ya alfajiri, khairum min ad-dunya wa ma fiha, ni bora Eh, ni bora, ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Sijui kama tunaziswali zi sisi, tunataka dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatutaka tusome, tuswali rakaa mbili. Hatutaki kuonyeshana vidole, lakini na hakika kwa sura anavyoziona hapa, watu wengi leo rakaa mbili kabla alfajiri hatujaswali, hiyo alfajiri yenyewe mashaka hiyo alfajiri yenyewe matatizo. Ukitaka kumwona muislamu basi, angalia kizaazaa chake na kuswali alfajiri, angalia. Lakini adhuhuri anaswali, alasiri anaswali, kama hivi tumeswali magharibi anaswali, isha anaswali, lakini kuamka asubuhi akaswali alfajiri we. Na ukitaka kujua, njoo msikitini asubuhi, uone swafu hazifiki tatu na wale wengi wale, ukiacha wachache wanawahi, kwa sababu ima wanasafiri au wanakwenda hospitali au wanakwenda kazini. Kwa hiyo anaamka mapema, anapitia msikitini, ana by time chup, anaondoka. Lakini ile kuondoka nyumbani na kwenda kuswali alfajiri yani kaamshwa kwa sababu ya alfajiri eh, kizaza kikubwa sana. Leo nawaambia, ukitaka baraka ya dunia hii, wanawenye wanakuambia albarakatu fil bukuri, albarakatu baraka ya dunia na wepesi wa maisha upo katika kuamka mapema, kuroka au kudamka. Watu wa Tanga wanaita kuroka au kudamka kuondoka, wazaramu wanaita kuamka lukwili, kuamka mapema asubuhi. Jua ulitangulie wewe, kila siku jua ulifanyaje? Ulitangulie, yaani lile jua lile litoke baada ya kuwa wewe ushaamka ushakoga ushaabudu jua ndio linatoka, maisha yako yatakuwa mepesi sana. Lakini ukitoka baada ya jua ndio unaamka, ushachelewa, vitu vishagaiwa, una riziki unangojea, una mikia mikia. Shabani, umesikia? Alfajiri imo, eh? Imo. Na watu wengi kabla ya kuoa wanaswali alfajiri, akishaoa sasa, alfajiri hiyo ameiacha. Kaoa mke nini, si tatizo? Haswali yeye, haswali mkewe. Jamani, tuswalini alfajiri, na mkitaka baraka na hata mkitaka uislamu urudi katika nafasi yake, swalini alfajiri. Mayahudi waliulizana mara nyingi tunasema hivi, Waislamu watarudi katika ile nafasi yao aliyowaacha nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayahudi wakajibizana wakasema, namu watarudi, lakini kwa sharti moja. Ipi? Siku utakapoona misikiti yao inajaa siku eh, katika swala ya alfajiri kama unavyojaa msikiti siku ya Ijumaa, ujue Waislamu sasa wanarudi katika nafasi yao Nimesimama kidogo, itafika hiyo swala ya alfajiri iwe pakutia mguu msikitini, hakuna kama swala ya Ijumaa, watu wanakanyagana. Ukiona waislamu wamejaza misikiti yao hivyo, ujue tayari Uislamu usharudi katika chati yake katika nguvu yake. Kitu gani kinachotufanya tuswali alfajiri alfajiri shetani tu. Nichukue nafasi hii basi. Ndugu zanguni, wazee wangu, walimu zangu, waislamu wenzangu, wapenzi wangu, juzi nimesema mimi napenda sana watu tuambatane katika swala ya amka. Alfajiri kabla ya alfajiri, amka saa kumi, amka, koga lile josho ambalo kubwa lile, kama ulilifanya jambo lake, kama hujafanya basi koga pia, utie nguvu maji ya asubuhi, dawa. Sawa, chukua qurani kidogo soma asubuhi. Kisha Ibnu Taimia anasema ni vizuri kwa tajriba, tajiriba nini? Tajiriba maanake ni, ni majaribio aliyoyafanya yeye, kasema akiamka, mtu akiamka asubuhi akasema ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta, ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta mara arobaini eh, anapata fadhila kubwa sana duniani na, na akhera, na hapa duniani pia maisha yake yanakuwa mepesi. Mimi binafsi nimefanya tajriba hiyo mwenzenu. Amka asubuhi, soma Qurani kidogo, kisha kabla ya adhana sema la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ibn Taimiyyah, Ibn wenyewe wanamuita Sheikhul Islam. Maneno haya kuyasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh katika vitu ambavyo wenyewe wanaita bid'a bid'a bidabidaaa, eh? Basi maneno haya amesema Ibn Taymiyyah katika fatawa yake anaelezea na watu wazuri wa kupokea mambo wameyapokea wakayafanyia kazi. Hata mashehe zangu mimi, katika miaka ile ya sabini mwishoni, themanini, ni niko Lamu, nimekuta tunaamshwa alfajiri mapema, tunaingia msikitini. Miongoni mwa nyiradi tulikuwa tukiambiwa lazima tuzisome niyo ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, unaishia hapo tu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta mara arobaini, kisha unasikia adhana ile ya pili. Ukishamaliza adhana ya pili ile, swali rakaa mbili za alfajiri, kisha endelea al, al na uradi wako mwingine, hata kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka una swali alfajiri. Baada ya alfajiri usijilaze palepale, ndio maneno hasa yanatakiwa yasemwe pale, pale. Baada alfajiri ilete nyiradi zile za swala kama kawaida. Baada hapo, yapo kama utasoma Qur'ani, na zipo adhkaru sabah, dhikri za asubuhi ziko nyingi. Inshallah tutaweka, tutaweka darasa siku moja, tutaeleza zile dhikri. Wallahi wa billahi, haya matatizo yanayotugubika duniani sisi tunashindwa namna ya kupambana nayo kwa sababu ya jambo hili, hatuna sisi tunatafuta kazi tu, tunatafuta kazi tu, na cha ajabu mimi na rafiki zangu wengi wanazo kazi lakini maisha mazito. Shekhe wangu Sheikh Muhammad bin Ayub anasema kazi kitu kingine, riziki kitu kingine, kazi sio riziki, riziki sio kazi. Kazi ni sababu tu, min asbabi riziki, nayo ni sio hakikia yakinia, ni dhaniatun wahmiya Unaweza kuwa na kazi na mambo mabaya kweli, au uongo unachokisema? Jana tu kuna bwana mmoja akaniambia, mimi nafanya kazi sana, lakini ninachokipata sikioni. Anapata lakini akioni. Wewe muba, umeelewa muuza biashara eh? Basi sasa pale, unamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam sana, unasoma Qur'ani, wenyewe wanakwambia ukisoma alfajiri, wamesema soma Yasin.

Eh, hata kama utakuwa huko kazini uko wapi, mambo hayo ukataa, ukifanya kisha le, swali salatul swa, ishraq. Hiyo nayo watu wengi hawana, eh raka nne au nane inaitwa dhuha, wengine inaitwa ishraq, ndio hiyo hiyo. Sawa, ukishamaliza unasema ya basit, ya basit, ya basit, ewe mkunjufu wa mambo, unamwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala mara 40 mara mia kisha unafanya kazi zako nyingine, wendi tukibubusa kazini nakaa, ndio unapokumbana sasa na kero za bosi, unakumbana na kero na marogo ya wafanyakazi wenzio na fitna. Unasema kazini, kazini kwetu kuna fitna kweli kweli. Ujaji ujaji ujaji ujajigubika bullet ya kuondosha zile fitna. Waislamu tuna kila kitu sisi, Mwenyezi Mungu ametupa kupitia mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na wanachuoni wakatuelekeza Nimependa niaseme hayo leo eh. Amka alfajiri, amka alfajiri, nasema mara tatu, amka mapema alfajiri. Mambo ya kulala tena yashapitwa na wakati, ushalala we vya kutosha. Na kama nilivyosema, vifo ni viwili, kuna kifo kikubwa na kifo kidogo. Kulala ni kifo kidogo, usipende kujiua kila wakati. Usingizi muislamu unamuiba, sio sasa anapanga ngoja nkalale mie muislamu ngoja nkalale? Hana, unalala mambo hayajawa hayajawa duniani wala hayajawa akhera. Unalala nini usingizi? Sasa usingizi ukuibe ukujae, unajikuta ushalala na wewe pale, cha ndo unakwenda nao sawa sawa, lakini wakati wote ukilala wewe fanya hivi tu nini, nini nalala mimi, nalala mambo hayajakuwa mazuri duniani wala akhera. Sawa.